Hujambo, mpenzi msikilizaji, uh, mpenzi mtazamaji na yeyote yule ambaye ameweza kupata kusikia sauti hii. Na siku ya leo, ningependa kuwakaribisha kwenye kipindi hiki cha kwanza mwaka huu wa 2026. Kwanza kabisa, ningependa kusema habari za mwaka mpya na natumai kuwa mwaka wako mpya umeanza vizuri na uliweza kuvuka mwaka vizuri eh, na kwa sasa uko na afya. Uh, uko mbuheri wa afya kabisa uko mzima na uko tayari kupambana na mwaka huu uh, kwenye kipindi hiki ningependa tuendeleze mada ambayo tumeweza kuwa tukizungumzia na kufikia sasa, tumefikia sehemu ambayo nilikuwa ndo natamani sana kuwafikisha, nilikuwa malengo yangu tuweze kufika hapa hivi, ili tuweze kuelewa vitu muhimu sana katika ulimwengu huu wetu wa halisia. Uh, ambao unakuta kuna vitu vinafanyikanga alafu vinafanyika alafu unakuta unajiuliza hey, vitu hivi vinafanyika vipi? Ningependa uweze kutazama video hizi uh, mbili ya matatu ya ambazo zinaweza kuonyesha matukio yaliyojiri uh, wakati wa uh, vita vya pili vya dunia. 8:15 am, As Enola Gay reached the optimal release point, Ferabi triggered the mechanism

Basi natumai umeweza kuona matukio hayo na umeweza kujifunza kitu eh, kama hauje ilikuwa ni mara yako ya kwanza, umeweza kujifunza kitu ambacho uko na kijua, kwa sababu mambo haya hufanyika kwenye ulimwengu huu ambao tunaishi, na wakati mwingi unakuta tunakuwa na ugumu sana kuelewa ni, ni kitu gani kinaendelea. Ni yangu ilikuwa ni kuweka kwanza msingi kwanza tuweze kuelewa kuwa kuna mahali tunaanzia, ili tufike kwenye mabomu haya ya nuclear, kuna mahali tunaanzia na na nimeweza kuelezea kuwa Uh, kwa vipindi kama tisa ambazo zimepita uh, kuwa msingi wa ulimwengu wa uhalisia uh, yani the physical world. Yani ile world ambayo tunaweza kuiona uh, ulimwengu ambao tunaweza kuona ni atomi, na nimeweza kuwavunjiavunjia vipengele tofauti vinavyokuelezea kwa undani uh, uh, atomi ni nini, imeundwa vipi, muundo wake unakaaje, na chembe chembe zipi zinapatikana kwenye atomi. Nakumbuka tulipitia kama, uh, mchoro huu ambapo tuliweza kuona ndani ya atomi kuna kiini cha atomi na humo ndani kuna uh, chembechembe mbili uh, zinapatikana ndani yake, kuna protoni na kuna neutroni, na humu nje kuna uh, viwango vya nishati na pia pale kuna elektroni, na pia tulizidi tukaweza kusoma zaidi kuhusiana na jedwali uh, la elementi na hapa tuliweza kuangalia tukaweza kuona ni vipi mtu anajua tofauti kati ya elementi moja na nyingine, kwa sababu elementi tukunazo za aina nyingi sana. Na utofauti wa elementi unaotokana na utofauti wa idadi za protoni katika atomi e, fulani. Kwa hivyo ukipata na atomi yenye kuna protoni moja kwenye kiini cha atomi chake, hapo basi unajua hiyo atomi ni elementi itwayo hydrogen. Ukipata atomi yenye ina protoni mbili kwenye kini chake basi unajua hiyo ni atomi ya aina ama ni, ni, elementi, ni atomi ya elementi itwayo helium. Kwa hivyo ni kujua ama kuelewa kemia ama kuelewa fizikia uh, sio ngumu sana, ni kitu rahisi na inawezekana like. kwa hivyo ni lazima ukuwe na ule moyo wa kutaka kujua, na natumai eh, kama umekuwa ukinifuatilia kabisa, najua wewe kuna moyo tayari ya kutaka kujua Natumai kuwa kufikia sasa tumeweza kujifunza vitu vingi ambavyo tuko tunavijua hapo awali. <coughs> kwa hivyo kama tushaelewa eh, jinsi atomi imeundwa ni vipi, sasa hii inahusiana na vitu kama mabomu ya nuclear, inahusiana wapi? Kwa sababu mtu anaweza angalia sema ah, mimi sikuelewi unamaanisha nini, na sijui eh, mambo ya atomi na zile eh, eh, yale mabomu ya atomiki ama ya nuklia yanaingilia na swali ni muhimu sana na ningependa kuweza kujibu swali hilo. Kwa hivyo mada kuu ya siku ya leo ni kujifunza kuhusu nadharia mbili, nadharia mbili <coughs> nadharia muhimu sana katika ulimwengu wa uh, kihalisia ama the physical world. Kwa hivyo nataka leo tuweze kujifunza kitu kinaitwa nuclear fusion na nuclear fission. Aina ya mada hii ama dhana hizi ni dhana nzito sana za fizikia lakini sio ngumu sana kuelewa. Kwa hivyo mi nakupatia tu uh, maelezo ya juujuu ili uweze kuelewa tofauti ya vitu hivi viwili, ndiposa wakati unaanza kusikia maneno yakifanyika na unasikia kuna mabomu yakiatomiki yakitajwa ya ya ya ya hapa na pale utaweza kujua tofauti ya uh, vitu hivi viwili, vipengele hivi viwili ambavyo ni muhimu sana wakati nakuja kwenye ujenzi wa mabomu haya ama kwenye ulimwengu wa halisia. Kwa hivyo nuclear fission ni nini? Nuclear fission ni nini? Ukiweza kuangalia neno hili eh, ama kundi neno hili la nuclear fission unaona imeweza kuundwa na maneno mawili. Kuna nuclear na kuna fusion. Nuclear tulishazungumzia tukaangalia na tukaweza kusema ni ile sehemu ya katikati ya uh, ama nucleus inatoka na, na, na, na, na, pia neno nucleus mtakana na neno nuclear. Na hii ni ile sehemu ya katikati ya ya atomi. Fusion, neno la kizungu hili lina maanisha kuleta vitu pamoja. Una fuse, imetoka na kwa ile neno inaitwa fuse, yani kuleta vitu pamoja. Kwa hivyo tafsiri ambayo nimeweza kuitengeneza ama nimeweza kuipata yenye ina maana sawia na hii neno nuclear fusion kwa Kiswahili ni muungano wa nyukliasi ama muungano wa nyuklia. Tumesema fuse ni kuunganisha uh, na nuclear tushaelewa nuclear ni. Kwa hivyo mfumo huu eh, mchakato huu wa nuclear fission unafanyika vipi? Mchakato huu wa nuclear fission unafanyika hivi. Na ningetaka kufanya tofauti kwanza kati ya e, fusion, fusion na fusion na fission. Lakini kwanza wacha nizungumzie kwanza kuhusiana na nuclear fusion kisha tutazidi tuendelee kuguzia mambo ya nuclear fission. Kwa hivyo nuclear fusion ni kuleta vitu pamoja, kuunganisha. Kwa hivyo kile kitu ambacho fanyika katika uh, muktadha huu wa nuclear fission ama mchakato huu wa nuclear fission, huwa tunatengeneza nishati, nishati ya kinuclear nishati ya kinuclear ama tuseme nishati ya nuclear nishati ya nuclear na hii kwa Kiingereza kwa kimombo tunasema ni nuclear energy. Nishati ni tafsiri ya neno uh, ni ufasiri wa neno energy kutoka kwa kimombo kuja Kiswahili. Kwa hivyo uundaji wa nishati ya nyuklia kupitia kwa njia ya nuclear fusion unahusisha mchakato ambao unaleta pamoja uh, protoni mbili ama, ama tuseme atomi mbili za elementi nyepesi, na elementi nyepesi ni elementi yenye protoni chache kwenye uh, kwenye kiini chake cha atomi. Kwa hivyo elementi nyepesi kwa jedwali hili la elementi ni elementi hii ya hydrogeni. Na, na elementi hii hutumika sana. Kwa hivyo elementi ya hydrogeni, hydrogeni ndiyo elementi nyepesi sana katika ulimwengu wa halisia. Nyepesi sana katika ulimwengu wa halisia. Kwa hivyo ukiangalia kile uh, uh, ukiangalia atomi ya hydrogeni mle ndani, mle ndani tuko na kiini cha atomi na nje yake tuko na kiwango kimoja cha nishati kisha pale ndani kuna protoni moja na humu nje kwenye kiwango cha kwanza cha nishati, ambacho ni ndicho cha pekee, kuna elektroni moja, moja. Na tulisema huku ndani pia tuna neutroni, neutroni moja. Kwa hivyo chembe chembe hizi mbili hupatikana kwenye kiini cha atomi na chembe chembe hizi mbili zimeweza kushika, shika, kushikana pamoja kushikamana kwa pa kutumia nguvu zungumzia nguvu iitwayo kwa kimombo strong nuclear force. Hii ndio nguvu ambayo inaweza kufanya chembechembe hizi mbili kukaa pamoja kwenye kiini cha atomi. Tulisema elektroni ina chaji hasi na protoni ina chaji chanya na kisha neutroni haina chaji yoyote. Kwa hivyo nguvu hizi ambazo zinaitwa zina, strong nuclear force ni nguvu za juu sana ni nguvu za juu sana, na kuweza kuvunja mipaka ya nguvu hizi kunasababisha utoaji wa eh, nishati ya kiwango cha juu sana sana sana. Kwa hivyo ukileta uh, atomi mbili, tuseme kuna atomi moja hapa uh, atomi moja ya hidrojeni na atomi nyingine hapa, atomi pole ya pili ya hidrojeni, ukiweza kuzilazimisha na kuzifinya kwa, kwa nguvu sana, ukitumia nishati unafaa kutumia nishati ama eh, nishati ama tuseme, unafaa kutumia joto sana sana, ni joto. Eh, joto. Eh, ukitumia joto na shinikizo, shinikizo ni pressure. Kwa hivyo ukiweza kutumia joto nyingi na shinikizo ulazimishe atomi hizi mbili za hidrojeni zishikane pamoja, zitaweza kushikana pamoja eh, na kuvunja eh, mipaka ya ya nguvu hizi za kinuklia tunaita strong nuclear force. Na wakati zitavunja nguvu hizo, zitaachilia joto nyingi sana, moto mkali sana na matokeo ni protoni mbili, moja kutoka kwa hii na nyingine kutoka kwa hii atomi nyingine, zitakuja pamoja na kuunda elementi mpya yenye, ina protoni mbili mle ndani, na tutaita elementi hii itakuwa ni hiliamu na hiliamu ndo elementi ya pili kwenye jedwali la elementi. Kwa hivyo hivyo, ndo nuclear fission ufanyika. Natumai dhana hiyo imeweza kueleweka. Acha basi tuweze kuangalia dhana ya pili ambayo ni nuclear fission. Tofauti hizi mbili kuna uwezo ama kuna wezekano wewe kuweza kukosea wakati unatamka, kwa sababu kuna fusion ya u na fission ya i. Kwa hivyo, na ni vizuri uweze kutofautisha. Fusion ya u Ndo kuunganisha, i ni tofauti, kinyume cha hii. Haya basi, sasa tuweze kuangalia aina ya pili ya uh, mchakato wa kinuklia ambayo tunaita ni nuclear fission. Nuclear fission, tumesema ni kinyume cha nuclear fusion. Nuclear fission uh, kwa Kiswahili tutaita mpasuko mpasuko wa nyuklia. Kwa hivyo hii ni wazi kabisa. Kwa hivyo kuna kupasuka, kuna kupasuka kunafanyika mahali na na mahali hapo ni kwenye nyuklia, ama kwenye nucleus si. Jinsi um, neno hili lilivyo ndivyo maana ya mchakato huu. Ule kile ambacho hufanyika katika uh, mchakato huu hapo tunakuwa na elementi nzito, na kama unaweza kutazama video ya mwisho kabisa ambayo iliweza kuchapisha niliweza kuelezea kuhusiana na jadwali hili la elementi, nikaweza kuambia kuwa uh, kadri unavyozidi kusonga kuelekea chini kwenye jadwali hili, ndivyo idadi za uh, protoni huongezeka kwenye kiini cha atomi cha elementi kwenye jadwali hili. Na unapofikia uh, unapofikia elementi ya 83 bismuth, tulisema hapa hivi, kufikia hapa hivi, shida hutokea kwenye kiini cha cha atomi. Shida hutokea kwenye kiini cha atomi kwa sababu idadi ya protoni tayari imeshafika 83 na neutroni pia idadi yake ni zaidi ya 83. Kwa hivyo mle ndani kumekuwa na mafuriko ama kumekuwa na kujazwa sana kwa chembechembe hizi mbili, na hapo kunatokea vita kati ya nguvu mbili muhimu katika uh, atomi. Tukasema ni kuna ile nguvu ya electromagnetic charge ama nguvu za kielektromagnetiki na pia nguvu ile ya pili muhimu sana ambayo ni strong nuclear force. Kwa wakati idadi ya protoni inaongezeka na kuwa nyingi sana, nguvu zile za strong nuclear force zinaanza kukua na kulemewa na zile nguvu za, za, za kielektromagnetiki ambazo zinasema kuwa chaji sawa hutengana, zinaanza kuwa ya nguvu sana . Kwa hivyo protoni na protoni zikiwa karibu pamoja, inaanza kuwa shida kwa sababu ziko na chaji sawa, zinaanza kutengana, na kutengana huko kunasababisha muozo wa elementi uh, ama, ama atomi ile. Mwazo huo ndo tunaita kwa kimombo uh, decay ama unasema radioactive decay. Na mwazo huo ndo unasababisha uh, atomi ile iweze kuvunjika. Kuf, inavunjika uh, inakuwa vipande kadhaa. Kwa hivyo kutoka kwa kwenye elementi, kwa mfano kama elementi hii ya bismuth, unaweza kuvunja uh, uh, atomi yake iwe vi, vipande viwili na utaangalia tu idadi ya protoni kwenye vipande hivyo viwili, uangalie ndani yake, ndio utaweza kujua hivi vipande viwili ni vya eleme... vimekuwa elementi gani? Kwa hivyo unatumia elementi moja kutengeneza elementi nyingine. Pia ikija kwa mambo ya ama, mchakato huu wa nuclear fission. Hapa huwa tunaanzia na Uh, elementi nzima na kama umeweza kusoma vizuri kabisa mambo ya kinuklia, kuna elementi ambayo hutumika sana katika kutengeneza mabomu ya kinuklia na pia nishati uh, nishati ya, ya nuklia. Ma elementi hizi ambazo hutumika sana ni ile itwayo uranium na kuna nambari maalum ambayo ni 235 na pia kuna plutonium. Elementi hizi mbili ndio hutumika sana katika uh, mchakato huu wa nuclear fission. Lakini mchakato mwenyewe ni ni, ni ni upi huo, unafanyikaje? Kile ambacho kinafanyika ni huwa tunaanzia na elementi nzito, tunaanza na elementi nzito nzito, na mfano bora ni kama huu. Ukiangalia elementi ya uranium, hata kwa jenerali hapa hivi, unaona kuwa uranium ina atomi 92 na na ina protoni 92 kwenye kwenye kiini cha atomi. Ikiwa na protoni 92, protoni 92 inamaanisha tuko na idadi kubwa sana ya protoni kwenye kiini cha atomi, atomi ya elementi hii, na uzito huu unasababisha mvutano kati ya nguvu hizi mbili tulizozitaja yeah. Nguvu za kielektromagnetiki na kuna nguvu za kinuklia, eh, nguvu kuu za kinuklia. Na wakati sasa idadi ya protoni imekuwa ya juu sana nguvu za kinuklia nguvu kuu za kinuklia hulemewa, na hii inamaanisha kuwa nguvu kuu, nguvu za kielektromagnetiki huchukua hatamu. Na wakati nguvu za elektromagnetiki huchukua hatamu inamaanisha kuwa atomi, eh, atomi ama nukliasi ya atomi ya uh, elementi ile kama tuseme uranium itaanza kukua, haina udhabiti, inaweza kukua ina ina waya-waya. Haiko dhabiti, inaanza kuoza. Kwa hivyo ndio uweze kutengeneza eh, nishati ya aina hii, nishati ya nuclear kutumia mchakato huu, kile ambacho utafanya ni ni kuongezea neutroni moja kwenye nukliasi ya eh, atomi ya uranium, na hii itasababisha ule eh, kutosawazishwa kukue eh, kubaya zaidi. Itafanya idadi ya eh, chembechembe zile zilizo katika nucleus ya, eh, ya atomi ile ziwe nyingi sana na kusababisha kukuwe na mvutano mkali sana ambapo nguvu za kinyuklia zitalemewa na nguvu za e, kielektromagnetiki, zitachukua hatamu, na hivyo basi e, chembechembe zile za protoni ya, protoni ambazo tulisema ziko na chaji e, chanya zianze kutengana na hivyo zitavunja e, zitavunja atomi ya e, elementi ile. Kwa hivyo kama kulikuwa na e, atomi moja hapa hivi ya uranium itavunjwa itavunjwa mara mbili kutengeneza atomi mbili. Tuseme inatengeneza atomi eh, tunaangalia eh, kwa mfano inatengeneza atomi mbili za tuseme, kwa mfano kama elementi ya, ya barium moja hapa yenye iko na protoni eh, hamsini na sita. Kumbuka, kumbuka hapa ilikuwa na protoni tisini na mbili na hapa tunda, pande ingine kutakuwa na elementi yenye tuseme kama uh, xenon ambayo iko na protoni 36 na sita. Kwa hivyo ukiweza kuongeza ukiweza kuongeza idadi za uh, protoni kwenye hizi elementi mbili ambazo zimevunjwa kutokana na elementi hii nzito, utapata idadi hizi za hizi protoni zitakuja zikuwe sawa na protoni, na protoni protoni idadi ya protoni hapa hivi. Lakini sasa hatakuwa na uranium tena, tutakuwa na uh, uh, elementi mbili tofauti kutoka kwa elementi hii moja, na huu ndo mchakato wa nuclear fission, ama mpasuko wa kinuclear. Na kupasuka huu pia kunatoa joto jingi sana, ama kunatoa nishati nyingi sana sasa najua swali yako ni je, uh, tofauti kati ya uh, nishati ambayo hutoka kwa kupitia mchakato uh, michakato hizi mbili ni gani? ni mchakato upi ambao kuna nguvu sana kuliko mwingine? Najua hiyo nitakuwa swali yako muhimu sana <laughs> na ni vizuri sana kuuliza swali hilo, na ningependa kukuweza kufanulia. Acha basi niweze kutengenezea jedwali la muhtasari la kuweza kuelezea tofauti kati ya uh, uh, michakato hizi mbili. Kwa hivyo tunichore, tutumia rangi ya bluu kwa hivyo hapa kuna, hapa kuna uh, fission tuseme fission hii ni mpasuko, na hapa kuna fusion, hapa ni muungano. Niwie radhi kwa hati yangu, sio nzuri sana kisha hapa hivi maandishi yangu si mazuri. Uh, kipengele tutaangalia kipengele ama vipengele kipengele tuwezi kujua tofauti kati ya hizi mbili, lakini kile naweza kuambia kuwa uh, uh, kwanza kabisa ni mchakato huu wa nuclear fusion ule wa kuunganisha uh, uh, atomi mbili ndio hutoa moto mwingi sana ukilinganisha na mchakato huu wa nuclear fission. Lakini michakato yote mbili hutoa moto mwingi sana ama nishati nyingi sana na kwenye ile video ambayo umeweza kuona ya Hiroshima na Nagasaki, mabomu yale yalikuwa ya mabomu yaliyoundwa na kupitia mchakato huu wa nuclear fission. Na unaweza kuona kuwa yalikuwa mabomu hatari sana kwa hivyo tofauti kati hizi mbili ni, uh, tofauti ya kwanza ni, ni mchakato wenyewe jinsi uh, mchakato um, wa fission unafanyika na wa fission unafanyika hapa. Kuna kugawanyika na hapa kuna kuunganika. Kwa hivyo hapa tunaongea kuhusu eh, uh, tunaongea kuhusu tendo jinsi ufanyika. Tendo pili tutaangalia kuwa mafuta ama tutaita mafuta kwa sababu hatuna jina lingine fuel kwa kimombo, mafuta pole pole pole. Mafuta tumesema mafuta ama fuel ambayo inatumika katika nuclear fission kuvunja, tunatumia elementi nzito na elementi zito tumesema mfano tume, uh, mfano ambao hutumika sana ni uranium na pia kuna plutonium. Huku kwingine tumesema mafuta ambayo tunaweza tunatumia ni hydrogen. Kwa hivyo mafuta kwa mkutadha huu unamaanisha kitu gani? kile ambacho tunatumia tunasema mafuta ama tuseme makaa, yani ni wapi tunaanzia e, kuanzisha e, mchakato huu ama kuanzisha utengenezaji huu wa nguvu za kinyuklia. Uh, alafu kuna mazao ya pembeni mazao ya pembeni hapa ni sawa na uh, tuseme masalio ni kama byproduct. Mchakato huu wa nuclear fish, fission, si mzuri, kwa sababu unasababisha utengenezaji wa uh, elementi mpya ambazo bado zina shida za kuoza ama muozo wa mionzi uh, wakati unavunja uranium, uh, ukivunja makaa yale utapata elementi mpya ambazo bado zitakuwa na athari za radiation kwa kimombo, na athari hizi e, zinaweza kuathiri ku viumbe vyote hai, vinaweza kusababisha kansa na pia kuvichoma kwa sababu ya mionzi ile yeah, ya radiation. Kwa hivyo uh, mazao ya pembeni ya mchakato huu ni taka za mionzi, taka za mionzi, na taka hizi hukaa kwa muda mrefu mrefueza muda mrefu taka hizi ukaa hadi takriban miaka zaidi ya el, e, elfu moja kwa hivyo taka hizi ukaa kwa muda mrefu sana, na mionzi hii huathiri maeneo ama kile ambacho kiko pale sana sana e, viumbe sana hai na ziathiri kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo si mfumo mzuri ama mchakato mzuri e, shati, lakin, wa kutengeneza nishati ya kinuklia lakini kwenye mchakato wa fusion mzuri wake ni ile uh, hii utoa tu tulisema tu, tu, tu, ukiunganisha eh, atomi mbili za hidrojeni utapata hiliamu kwa hivyo zao la pembeni hapa hukuwa ni samahani hiliamu na helium ni hewa nzuri ambayo tunaweza kuitumia na watu wengi hutumia kwenye eh, puto ama baluni wakati unaweka hewa ili iweze kuelea hewani eh, hii inakuwa ni eh, hewa nyepesi sana Kwa hivyo, hiliamu, kwa kwa hivyo hiliamu haiwezi kuathiri mtu yote hii ina madhara yote Kwa hivyo mchakato huu wa utengenezaji wa nuclear ni mchakato mzuri ambao una madhara mengi, lakini kwa wakati mwingine inaweza kutoa e, elementi ambazo zina bado ziko na ziko na mionzi e, ambayo si nzuri sana kwa wanadamu, lakini sio sana mchakato wa fusion, wa ndo mbaya zaidi. Haya, kipengele cha nne kipengele cha... tutaangalia utoaji wa nishati, utoaji na nafanyaje hapa wa... Ikija kwenye utoaji wa nishati, um, mchakato wa nuclear fission hutoa uh, nishati ya juu ukilinganisha ya kemikali. Um, mabomu mengi ya kikemikali hutengenezwa na kemikali iitwayo TNT. Kwa hivyo tukichukua kilo moja ya bomu ya TNT na kilo moja ya bomu ya fission, tulinganishe nguvu ama nishati ambayo unatoka kwa mabomu haya. Bomu lile la nuclear fusion litatoa takriban milioni moja ama kiwango milioni moja juu zaidi ya nishati ile inatoka kwenye mabomu ya kemikali. Kwa hivyo uh, kiwango cha nishati kwenye, kwenye uh, mchakato huu ni, la, ni kiwango cha juu sana, ni kiwango cha juu na ukie, ukienda kwa mchakato wa pili ambayo ni nuclear fusion, kiwango hiki kinaongezeka, sio hata maradufu, ni takriban zaidi ya mara mbili mara tatu hadi mara nne ya eh, viwango vya uh, nuclear fission. Kwa hivyo ni kiwango cha juu sana, eh, cha moto. Kwa hivyo hii mchakato ni, ni kama una faida nyingi, una moto mwingi na pia unatoa ha hautoi eh, mazao ya pembeni ambayo yanaathiri watu sana. Kwa hivyo ni mchakato mzuri sana. Uh, tuangalie mwisho matumizi ya michakato hizi mbili kwa maisha ya leo. Nuclear fusion ama mpasuko wa nuclear hutumiwa uh, kwenye nguvu za kinuklia na hutumiwa kwenye, kwenye mabomu mabomu za nuclear na pia hutumika kutengeneza nishati, nishati ya nuclear. Nchi nyingi duniani hutumia nishati ya nuclear uh, kama njia ya kutengeneza stima ambazo wanatumia kwa manyumba zao. Uh, barani Afrika tuko na nchi kama South Africa wanatumia, wako na wametengeneza mahali wanasema nuclear plant. Wametengeneza sehemu ambapo eh, eh, mchakato huu hutumika kutengeneza uh, stima ambayo hutumika ku eh, kupeana kumenyima nyumba za watu na makampuni ili kuzalisha eh, umeme ambao hutumika kufanya kazi kufanya, kufanya. Mchakato huu wa nuclear fusion kwa sasa hautumiki na wadamu, lakini kwenye ulimwengu wa halisia mchakato huu tunazipata kwenye nyota nyota, na mfano ni jua. Jua letu hutengeneza moto wake kutumia mchakato huu wa nuclear fusion, ndio maana jua haijaizimika na inakuwa na joto jingi sana e, kila wakati. Kwa hivyo mchakato huu hutoa moto mingi sana na hapa ndo tunaweza kupata matumizi ya nuclear fusion. Natumai video hii imekuwa ya maelezo mazuri na mweza kuelewa kitu ambacho hakuwa unakielewa hapo awali kuhusiana na tofauti kati ya nuclear fusion na nuclear fission. Na umeweza kujua eh, matumizi ya njia eh, njia hizi mbili za kutoa nguvu za nishati. Asanteni. <coughs>